Uh, Baba Makamu Askofu Mkuu Dr. Magnus Muhiche, baba yetu, naliwakilisha kanisa zima kwa kusema tu maneno mawili matatu katika shukurani, nikiwa na familia. Msoge kidogo hapa. Uh, tunamshukuru Mungu katika utumishi wetu pamoja na hili kanisa. Kwanza, kwa kutupa uhai. Toka wakati tumefika hapa ulipotuleta e, mpaka wakati huu Mungu ametupa uhai kwa maana ya uzima na afya njema. Haina maana kwamba tukutana na changamoto za hapa na pale, lakini Bwana alitutetea. Lakini jambo la pili tunamshukuru Mungu kwa kibali. Wakati baba unanileta hapa, nilikuwa kijana mwenye umri wa miaka ishirini na nane ni majuzi tu nimegonga miaka 49. Kwa hiyo wakati nakuja nilikuwa kijana mdogo kabisa, ukaniamini kwamba naweza nikafanya kazi ya Mungu mahali hapa. Kilichonisaidia tu ni kibali na yale mahusia mazuri ambayo kamati yako chini yako mlinipatia na kuanzia hapo Mungu akaendelea kutusaidia. Kwa hiyo jambo la pili tunashukuru Mungu sana kwa ajili ya kibali ambacho tumekuwa nacho. Lakini baba, makamu askofu mkuu. E, pia tunamshukuru Mungu kwa mafanikio hata kama sio makubwa sana lakini kwa kiwango ambacho e, Mungu ametusaidia kuweza kuwa nayo pamoja na hawa washirika. Tumeona ni vema tumshukuru Mungu kwa ajili hiyo kama kanisa, lakini pia kama familia. Na la mwisho kwa sababu shukurani wewe inasababisha muujiza mwingine, katika wale wakoma kumi walioponywa na Yesu hawakurudi na neno la shukurani. Mmoja alirudi na shukurani, neno la shukurani likasababisha apate muujiza wa wokovu, akaambiwa imani yako imekuponya. Kwa hiyo sisi tunaamini ya kwamba baada ya hapa Bwana atatusaidia tena, Bwana atatuvusha tena, Bwana atatuongeza tena, na Bwana atatenda makubwa zaidi ya haya ambayo Bwana ametenda hivi sasa. Kwa hiyo naomba sasa kwa niaba ya e, kanisa lakini pia kwa niaba yetu pamoja na shukurani iliyotolewa tuweke tena shukurani yetu kama familia sasa e, kwa haya matendo makubwa ambayo Bwana ameyatenda. Asante. Haya. Asante sana. Ah, baada ya maneno haya machache kiongozi wa ibada kabla ya kumleta kiongozi wa ibada, baba, tukuombe maombi yako sasa. Naomba basi tusimame, bado tuna muda mzuri, sio ule wa kuchoka. Aleluya, nyosheni mikono huku mbele. Baba, katika jina la Yesu wa Nazareti, watumishi wako hawa wameona vema wa kushukuru kwa jinsi ambavyo umetembea nao miaka ishirini. E, mfalme wa wafalme, maana wewe ni Mungu unayependezwa na moyo wa shukurani. Naomba uwakumbuke, wamefika hapa na bado wana maono ya kuendelea mbele, safari wanayoyanzia sasa baada ya tendo hili ukaonekane kwa nguvu zaidi hata kuliko kipindi cha kwanza, ukadhihirike kwao kwa kiwango kikubwa kuliko mwanzo. Uwajalie neema na uzao wao uitwe uzao ulio heri. Tunawatamkia baraka, tunawatamkia ushindi, tunawatamkia wema wako kuwafunika, wafunike Bwana. Baba, asante kwa maana utatembea nao kwa kiwango kingine tena kikubwa zaidi. Baba asante, tunawaachilia mikononi mwako pamoja na uzao wao, kwa jina la Mungu. Baba tunaombea na kanisa hili Bwana ambalo linaendelea kulelewa, wakalilee kwa ufunuo mkubwa utakaotoka kwako, kwa, kwa jina la Mungu Baba mwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme amen, amen. Baba Askofu, makamu mkuu wa TAG pamoja na makamu wa jimbo na wachungaji wote, itifaki ikiwa imezingatiwa, tunamshukuru Mungu kwa siku nzuri ambayo ameifanya kuweza kuadhimisha miaka ishirini ya utumishi mahali hapa. Tumesimama mbele zenu kama familia na kama watoto wa mchungaji Masasi, tupo mbele hapa kumshukuru Mungu kwa ajili ya utumishi wa mme wangu pia kwa ajili ya utumishi wa baba yetu. Kama familia, tukasema tusikae kimya, bali tutambue ile kazi kubwa ambayo kama baba wa kanisa amefanya, kama baba wa familia amefanya. Kwayo tuna zawadi ndogo kama familia kwa ajili yake. Tukatafakari kwamba tumpe zawadi gani, nikaona kwamba tumpe kitendea kazi. Tumenunua iPad. Tumenunua iPad ina stendi yake kabisa, itamsaidia katika utumishi anaofanya na, na itamrahisishia katika kuandaa ujumbe. Mungu akubariki wa mme wangu, Mungu akubariki wa baba wa familia, Mungu akubariki baba wa kanisa. Tunaikubali huduma yako, na kama watoto kama familia tunajisikia vizuri kuchungwa na wewe. Amina, ubarikiwe sana. Jamani, si katika kila salamu tutasema neno. Naomba tu katika hii uh, uh, salamu niseme neno. Wale ambao mmenifuatilia wanapenda kutumia sana kompyuta kuhubiri. Sio kwamba sijui ni kompyuta kubwa, ni kompyuta kubwa. Nimeenda kwa rafiki yangu Matondo wiki, wiki mbili tatu zilizopita, najua lile kanisa la viwango, lakini nikafumba macho, natumia kompyuta kubwa madhabauni. Sasa mke wangu naona ameona masumbufu yangu hayo. Kwa kweli mke wangu umenifanyia surprise, pamoja na wanangu wazuri. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Jamani, angalau sasa kitakuwa kidogo potabo potabo. <laughs> Asante sana, shukuru asante sana kwa familia. Makofi na vigelegele kwao. Baba, kwa heshima kubwa na taadhima, pamoja na mama niwakaribisha kwa tendo la keki kusherehekea miaka 20 ya utumishi wa mchungaji Masasi na Severina. Karibu sana baba, asante basi. Labda kama baba atakuwa na neno lolote la kusema kuhusiana na keki, nimkaribishe. Labda baba kama atakuwa na neno lolote la kusema kuhusu keki. Kwa kweli kwa neema nzuri sina ujumbe wa keki. <laughs> Lakini nafurahi kwamba tunaenda kukata keki ya kumlisha ya mchungaji, kama ishara ya kanisa kukupenda, na kwenda kukata keki hii sasa, kwa mamlaka niliyonayo, kwa jina la Mungu Baba, Mwana sana basi, mwandaaji ataandaa, baada ya hapo baba askofu atawalisha vijana wake, na baada ya hapo ratiba nyingine zitaendelea. Mama, kila mtu anamlisha mtoto wake wa jinsia yake. Makofi na vigelegele. Asante sana. Basi watoto nao watawalisha wazazi wao, watoto nao watawalisha wazazi wao kwa pamoja. kofi mengi na vigelegele, sante sana basi, kwa heshima tena, naomba mtamrisha baba yenu Dr. Huruma Nkone kama baba pia na kiongozi mkubwa katika jimbo letu, karibu. Sana, sante sana, sante sana, sante sana asante sana sana. Basi ni waruhutu watumishi wa Mungu tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. Naomba usichoke, tunakaribia kufika na mwisho, lakini jamani, kufika hapa kuna watu ambao walipambana kuna mama ambaye alipambana naye, sio mwingine ni Edith Masasi. Alifanya kazi kubwa sana, Mungu alimshirikisha uumbaji kumleta huyu mchungaji tunayemfurahia leo Amen. Amina Klas, ambaye alimlea Severina mpaka kufika hapo. Jamani, kazi kubwa aliifanya. Asante sana. Oh, mama kapiga magoti kabisa. Makofi mengi na vigelegele. Asante sana, asante sana, sante sana Shangazi mama katamba asante sana. Basi nafikiri wengine keki tutaikuta kule, lakini kwa upendeleo kabisa jamani. Aliana mtoto wa mwisho wa Masasi. Naomba ale keki kwa ajili ya watoto wake wote. Kama yuko karibu Arianna, kwa ajili ya watoto wote wa Abraham wa mwisho anaitwa Ariana eh, hey, amewawakilisha wengine, asante. Huyu ni mtoto wa nne wa mzee wetu Taita Mkama na kimsingi leo angekuwepo hapa, lakini kama nilivyoeleza awali, Shadraka, tunakulisha hii keki kwa niaba ya baba yetu mzee Taita Mkama, lakini kwa heshima yako pia, umetoka mbali sana mpaka kuja huku umetuheshimu sana. Ninajua na wewe una majukumu makubwa, lakini umekuja, asante sana Shadrack, wacha tukulishe keki na sisi, tutafunga safari, tutafunga safari kwenda kwa mzee, maana pia leo angekuwepo, kuna namna ambayo tungefanya. Amina, sante.